Na watu wengi walinibeza kuona kwamba nitaagaa mashabiki nini nini nini nini nini, lakini plan ilikuwa ni mchango, kama kitu ambacho unakiona saaa, yani yaani, plan ni kwamba kila mtu ana mapenzi yake katika vitu tofauti, kwenye mapenzi ya kawaida, kumpenda mtu, kwenye mapenzi ya kupenda, kwenye mapenzi ya kupenda timu donbia, na i tofauti kwa, kwa huo ni kama tu mchango wake kwa kwa timu ambayo anaipenda, kwa sababu ti mtu hawezi kutoa. Kuna viongozi wanatoa hela, kuna viongozi wanatoa, kuna watu waa-wanatoa muda wao kwa msanii ambaye anaona kwamba mimi mchango wangu kwa timu kwa timu yangu, nimejaliwa kipaji za muziki naweza nikafanya muziki nikawafurahisha mashabiki zangu, kwa hiyo sio jambo baya, ni kitu kizuri kwa sababu yeye anaonyesha mapenzi yake kwenye timu na pia mchango wake kwenye timu ambayo wanaipenda kwa kuimbia nyimbo. Na hili la kuwagawa mashabiki kwako uliliona? Nililiona, lakini niliona kwamba mtu ambaye atapenda mi mshabiki wa Simba, mtu Yanga akisikia mziki wangu atakuwa iko sahihi, kwa sababu ni teni na mapenzi yangu ya kupenda kitu changu tofauti na yaii nikitoa nyimbo ya Simba na maana nimewaangalia watu wa Simba ambao mashabiki zangu ko na yeye kabaei kama Yanga, basi kuna mziki wa Yanga ataupenda, so lazima uwe mziki wangu beni, inategemea inategemea inategemea, kwa sababu Simba Yanga ai kubwa, lakini wanahitaji kitu kama hicho kino ya afi wala event zao. mtu kwenye event zao atakuita kwa maswali yao yako, pia biashara utaifanya, kwa sababu kwenye event yao huwezi, uko kwenye event yao, afu unataka wimbo moja ya Yanga au unataka wimbo moja ya Simba kwenye event ya Simba, kwa hiyo hutoweza. Kwa hiyo unatoa nyimbo kwa sababu kwenye event zao itakuja biashara. Unaweza ukarekodi kwa mapenzi yako tu, lakini kwenye kufanya, kwenye siku ya wananchi utaitwa kwa maombi ya wananchi, utaendea wananchi na utalipwa hela kama Simba, e, mwana Simba, basi Simba Day utaitwa, Simba Day utavoa hela. Kwa hiyo hiko kitu ndo kitu ambacho sasa hivi ni biashara pia, mtu anaingia kule, kwa sababu akuna tamasha la Yanga nitaitwa kuna vitu vya Yanga sehemu nitaitwa, tasuzuiza na nitalipwa hela.